Alimdharau bosi wake bila kufahamu, baada ya muda kupita likampata tatizo. Huyu ni mwanaume ambaye leo atatupa funzo kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Karibu sana, mi naitwa Jimmy Godfrey, hii naitwa Bongo Star Media. Leo wacha tufungue kurasa, tumtizame mwanaume mmoja aliyemdharau bosi wake bila kufahamu, baada ya muda kupita akafahamu kwamba huyo ni bosi wake, tatizo likampata. Waswahili wanasema karma ipo kweli. Unapomfanyia mtu mabaya, mabaya yatakurudia. Kuna siku moja, kulikuwa kuna shule moja nzuri sana, ambayo shule hiyo kila mtu ilikuwa ni kama ndoto yake ya kwenda kusoma katika shule hiyo. Ilikuwa ni shule ambayo jiji zima lilikuwa linaitizama shule hiyo kama ni shule bora, shule ambayo kila mzazi alitamani mtoto wake aende kusoma. Sasa siku moja, tajiri mmoja ambaye alikuwa ni mfadhili ambaye alikuwa ana asili ya Uhindi alienda katika shule hiyo kwa lengo la kumpeleka mtoto wake akasome katika hiyo shule. Alipofika katika hiyo shule alibaguliwa kwa sababu ya ubaguzi wa rangi, alibaguliwa kwa sababu yeye ni Muhindi, akakosa nafasi ya mtoto wake kujiunga na hiyo shule, eti kwa sababu ana asili ya Uhindi. Ubaguzi wa rangi ukatendeka, yule Muhindi akabaguliwa na ikaonekana kuwa ni mtu ambaye amekosa nafasi kwa sababu ya rangi yake ya Uhindi. Basi huyo muhindi akabembeleza sana kwamba mbona tangazo lipo, kwamba hapa shuleni kuna nafasi ya watoto wadogo kuingia kuanza kujifunza. Yule principal wa hiyo shule akamkatalia, akasema haiwezekani, nafasi zimeisha, samahani kama haujapewa taarifa, lakini nafasi katika shule yetu zimejaa na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kuchukuliwa. Basi yule muhindi akakubali kwamba sawa, sina namna, sina cha kufanya Ikabidi huyo asimame na huyo akaanza kuondoka, lakini alipofungua mlango, kuna mtu mwingine ambaye alikuwa na asili ya kizungu na mtoto wake wakawa wanaingia katika mlango wa principal, kwa lengo la kwenda kujiunga na hiyo shule. Yule Muhindi akamwambia yule Mzungu kwamba kama unaenda na mtoto wako kujiunga hapa katika hii shule, nafasi zimejaa, hata mimi nimekosa. Yule Mzungu akasema, wewe umekosa kwa sababu wewe sio Mzungu, wewe una asili tofauti unapataje nafasi hii shule ni shule ya wazungu bro. Kweli bana, yule muhindi akatafakari akawaza mara mbili, akaona hii kitu mbona ni ngumu sana kwangu. Basi ikambidi muhindi aondoke, na kweli bana, yule mzungu akaingia ndani kwa principal akazungumza vizuri sana na akapata nafasi, lakini yule muhindi alikuwa hataki kuelewana na yule mzee kwamba imekuwaje yeye amekosa nafasi, alafu na mzungu amechelewa amepata nafasi ikabidi arudi tena ofisini amwambie yule mzungu kwamba imekuwaje, huyu ampata nafasi, mimi nilianza kufika hapa shuleni nimekosa nafasi kwa sababu eti ya ubaguzi wa rangi. Hii kitu haikubaliki. Yule mzungu akamwambia, sio ubaguzi wa rangi hapa tubagui rangi, ila umekosa nafasi kwa sababu nafasi zimejaa, na tunakuomba sasa hivi utupishe kidogo, kwa sababu hivi punde kuna mfadhili atakuja hapa shuleni tutakuwa tunahitaji kuzungumza naye. Basi yule muhindi akasema kama kuna mfadhili anakuja, nipo tayari kwenda kuzungumza mbele yake kwa hichi ambacho mmenifanyia, na naimani si dhani kama atakubaliana na hichi ambacho mnakifanya katika hii shule. Shule ambayo haina umoja, shule ambayo uongozi wake ni mbovu, sijawahi kuona kweli bana. Huyu muhindi baada ya kukompleini sana, yule mzungu akawaza na kuwazua kwamba huyu muhindi atatuvurugia mkutano na huyu mgeni ambaye tunatarajiwa kumpokea leo. Basi mkuu wa shule akafanya maamuzi, akamwambia yule muhindi kwamba okay, sawa, kesho tutakuwa na mtihani. kesho saa mbili asubuhi. Nyote muje na watoto wenu, watakuwa na mtihani. Ambaye atafanikiwa kufaulu ndiye ambaye atajiunga na shule yetu. Basi wote wakakubaliana na ikawa hivyo, lakini yule mzungu mwingine ambaye alileta mtoto kwa mara ya pili akawa na dauti kwamba, inawezekana vipi? Mbona unaleta habari za mitihani Si tulikubaliana kwamba mtoto wangu atakuja kujiunga hapa na atafanya mtihani. Yule mkuu wa shule akasema, usijari, nitaandaa mitihani miwili, nitaandaa mtihani mwepesi kwa ajili ya mtoto wako na mtihani mwingine mgumu sana kwa ajili ya mtoto huyu wa Kihindi. Nina ninaimani mtoto wako atafaulu vizuri na atajiunga na shule yetu kwa sababu mtihani wake utakuwa ni mrahisi sana tena sana. Kweli bana, wakakubaliana hivyo na siku ya pili ikafika Alfajiri na mapema watoto wakaenda katika chumba cha mtihani, kwa lengo la kufanya mtihani. Atakayefaulu ndiye atakayejiunga na hiyo shule. Kweli bana, wazazi wakafika, wakawasimamia watoto wao vizuri, lakini mkuu wa shule akasema, naomba muapishe watoto wafanye mitihani kwa kutulia, wa relax. Kweli bana, wakaanza kufanya mtihani na hatimaye wakamaliza mtihani na wakakusanya, lakini cha ajabu, mtihani ukasaishwa, matokeo yakatangazwa. Yule mtoto wa Kizungu alipata maksi arobaini na yule mtoto wa Kihindi alipata maksi themanini na nane. Yule mkuu wa shule akakasirika sana, akasema, hapana, kuna namna. Inawezekana vipi huyu mtoto apate maksi themanini na nane? kutakuwa kuna njama ambayo imefanyika. Ikabidi aende katika deski la yule mtoto wa Kihindi na kuanza kukagua, lakini baada ya kukagua, akaona kuna kikaratasi ambacho kimeandikwa majibu Akasema, huu udanganyifu hatuuhitaji katika shule yetu. Umedanganya na hautaweza kupata nafasi katika shule hii kuanzia sasa. Naomba uondoke mapema sana, shule yetu haturuhusu mtu mdanganyifu. Yule baba wa Kihindi akamtetea mtoto wake akasema, sio kweli, mtoto wangu ana confidence, hawezi kuingia na kibomu, hawezi kuingia na nondo. Kwa hiyo na imani, hichi kitu kimetengenezwa kwa sababu, basi bila shaka mimi sina kesi nomba niondoke tu na mtoto wangu, wacha tutafute shule nyingine ambayo inawezekana itamfaa mtoto wangu. Kweli yule muhindi na mtoto wake wakawa wanaondoka, na kweli wakaondoka katika hiyo shule. Lakini siku iliyofuata, mkuu wa shule akiwa ofisini, akafuatwa na yule mzungu ambaye mtoto wake ameombewa nafasi hapo, na mzungu alileta pesa kama hongo kwa ajili ya kumpa mkuu wa shule na mkuu wa shule amsaidie mtoto wake aweze kusoma hapo. Ndani ya sekunde chache sana, simu ikawa inapigwa kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule akaambiwa kwamba aise, yule mfadhili aliyesema atakuja kutujengea gym katika shule yetu amefika na yupo hapa shuleni, kwa hiyo muda huu anaingia ofisini kwako, naomba umpokee. Wakati huo aliyekuwa anazungumza hayo maneno alikuwa ni mmiliki wa hiyo shule, na huyu mkuu wa shule siku hiyo alipata surprise kumpokea sponsor ama mdhamini ambaye alikuwa na dhamini shule nyingi sana katika jiji hilo. Cha ajabu, mdhamini alikuwa ni yule Muhindi. Muhindi alikuja katika hiyo shule akiwa yeye na mtoto wake. Kumbe huyu mkuu wa shule alimdharau huyu mtu wa Kihindi, kumbe huyo ndiye mtu ambaye anazisaidia shule nyingi sana katika hilo jiji na ndiye mtu ambaye shule yao anaidhamini. Kweli bana, yule muhindi alivyoingia na mtoto wake akamtizama sana akasema, kitu ambacho utakifanyia ubaya, inawezekana ubaya utakurudia mwenyewe. Jifunze katika maisha yako, usimfanyie mtu ubaya usiyemfahamu kwa sababu dunia ni mzunguko, dunia ni duara. Sasa leo umeninyanyasa mimi, leo wewe ni mbaguzi wa rangi wa kwanza katika shule hii, lakini wewe pia ni kiongozi hapa shuleni. Unafundisha nini wanafunzi? Una wafanya vipi wanafunzi wawe na umoja ili hali wewe mwenyewe hauna umoja na huyu mzazi mwingine pia ambaye ni mwalimu wa hapa, amenibagua mimi kwa sababu ya rangi yangu na mwonekano wangu. Ameniona ni mtu ambaye sifai kuweza kumleta mtoto wangu hapa na akapata elimu, kwa sababu siku zote mnatuchukulia sisi Wahindi ni watu ambao tunatumikishwa tu chini yenu, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Mmiliki wa ile shule baada ya kusikia haya maneno, ikabidi eh, aingilie kati, amwambie yule mkuu wa shule kwamba, aise kwa, kwa hicho ulichokifanya sidhani kama una nafasi ya kuendelea kuwepo hapa shuleni kwangu. Naomba ufungashe virago vyako na uondoke mapema sana. Wewe mtoto wa Kihindi, naomba ukaribie, ujisikie huru sana, kwa chochote ambacho utafanyiwa kibaya njoo uniambie. Basi mtoto wa muhindi akapata nafasi na akaungana na yule mtoto mwingine ambaye baba yake alikuwa ni mzungu. Basi kurasa ya maisha ya wanafunzi wale ikafunguliwa, na yule mwalimu mkuu akafukuzwa shule na ikawa ndiyo funzo kubwa ambalo watu wengi wanatakiwa kulifahamu, kwamba unaweza ukamdharau mtu kwa siku ya kwanza, lakini usijue kwamba huyo mtu ana nafasi gani katika jamii. Kumbe huyo mtu ndiye msaada mkubwa, lakini anakusaidia wewe na haufahamu kama huyo ndiye anayekusaidia kupitia makala yetu ya leo. Nipe maoni yako kwamba umejifunza nini hasa katika makala yetu ya leo kumuhusu huyu mwalimu mkuu aliyemdharau mfadhili bila kufahamu kwamba huyo ndiye msaada mkubwa katika shule yao, baada ya muda tatizo likampata. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media.